Huyo mama wa saizi akijifungua, akijifungua anaona kinyaa kwa mtoto. Mtoto analala chumba chake na usigelo. Mama analala chumba chake, anaamka asubuhi kama anatembelea kituo cha utalii. Ameamkaje? Ameamka vizuri? Hamjui mtoto wake, hajui anasafishwaje, hajui kufunga papas, hajui chochote hao ndio wamama tulionao leo. Kazi kubwa alionayo ni kupiga picha mtoto wake, kupeleka Instagram, kupeleka WhatsApp, kupeleka Facebook na kumweka kwenye status. Ukimuuliza, mara ya mwisho mtoto umemwosha lini? Hajawahi kumwosha, wala hajui hata kumwogesha. Kwa hiyo leo tuna kizazi cha hovyo cha wazazi wa kike na wa kiume wasiojua kutunza watoto, cha hovyo Wazazi wa kipindi changu mimi alikuwa anajua kufunga nepi mtoto wake anajua kumsafisha mtoto anajua kumbeba mtoto mgongoni anajua kumfunika mtoto na baby show. Hawa waleo, show na wa leo, toka ujauzito ni show off, na watengeneza nguo wamekutengenezea nguo nzuri, suruali ya kubeba mimba, anaweka na kiatu chake cha mchongo kwaka, anaona ni maigizo, mimba ni show off na anajifungua, ana kigali cha kutembeza mtoto, anavuta kama mbwa wa kizungu, anatembea naye hivi. Ndio maana nilikuja hapa Wangi Ng'ombe uwanja huu, kwenye siku ya wanawake, nikawaambia wanawake, mnapoenda kwenye kitchen party leo, haya kumfundisha mtoto wa kike namna ya kumtunza mume, sawa, mfundishe. Lakini nawe mwanaume pia afundishwe kwao, namna ya kujitunza na kutunza mke Huyu mwanamke unayemtengeleza leo kwenye kitchen party, mfundishe na mambo ya msingi kwamba binti yangu unaenda kuolewa. Ruiza Mbutu kwenye bendi ile Atwanga Pepeta alikuwa anaimba wimbo yeye na Jessica Chazi, kuolewa ni sheria, kuzaa ni majaliwa. Ikitokea Mungu amekupa mtoto kwenye ndoa yako basi hatua za kuwa mja mzito, kuna hili kuna hili kuna hili, kula vyakula hivi. Mimba inaweza ikakataa samaki wabichi, kula wakavu. Inaweza ikakataa nyama mbichi, kula kavu. Inaweza ikakataa hiki, jaribu kula vyakula ambavyo vitakupa damu kwenye mwili, kwa sababu utakapoenda kujifungua utapoteza pia damu, uwe na nguvu za kusukuma mtoto. Mfunde huyu kwenye kicheni pati. Ukienda kuzaa, utazaa utahitajika kunyonyesha mwanao. Vyakula vya kupa maziwa ni moja, ni mbili, ni tatu. Mtoto utajifungua atapata joto lako, utamwogesha, utamtasafisha, utamnyonyesha, na vyakula vyake, ataanza kutumia vyakula vya kujitegemea baada ya muda fulani. Mfunde binti yako kwenye kitchen party. Leo binti anajifungua, anaambiwa kunywa supu, anasema mimi sitaki kunenepa, kwa hiyo hanywi supu. Matokeo yake kifua cha binti kinauma, hana maziwa na anahitaji mtoto. Anaona kwamba kunyonyesha, anaona aibu kunyonyesha, anaona aibu. Kwa hiyo mtoto anaondoka kwenye joto la mama, anaondoka kwenye maziwa ya mama toka siku anazaliwa na huyu binti na mume wake wote wamekutana wahovyo, hakuna anafahamu lolote kuhusu mtoto. Wote unakutana mtu ameoa mwanamke mjinga mjinga, na na mke naye ameolewa na mwanaume mjinga. Kwa wajinga wawili wamekutana, wanaacha mtoto nyumbani wanaondoka, wajinga wawili wanaenda ba, mwanamke anaagiza Savana, mwanaume anaagiza Keivanti, yanakunywa pale na chipsi yanarudi nyumbani yameacha mtoto wa miezi mitatu, yanachukua chipsi yaliyotoka nayo baa, yanakoroga, yanaweka maji, yanampatia mtoto anakunywa. Huu ujinga wa malezi uko kwenye makundi yote mawili, waliosoma na ambao hawajasoma. Huu ujinga wa malezi, ni lazima mafundisho ya malezi yawepo kwenye kanisa kwenye msikiti. Hawa wana ndoa wanapoanza kufundishwa mafundisho ya wa ndoa, wasikalili tu kutafuta gauni zuri la ndoa, shera nzuri, kiatu kizuri, wanaenda kutafuta pete za ndoa za milioni kumi, hajui lolote kuhusu malezi ya mtoto. Mjinga tu yeye, mme na mke wote wajinga. Mafundisho ya ndoa yaendane pamoja na kuwafundisha hawa wanandoa kwamba ikitokea Mungu amewapa wa watoto toka kwenye mimba, wajibu wako ni huu wa kujitunza, na unapokuja kuzaa huyo mtoto, wajibu wako ni huu kwenye kumlea. Mafundisho ya ndoa, wazee, hata ile siku tunapokuwa tunawaambia wana ndoa, tunawafanyia harusi, wakumbushwe, sio kupewa tu mazawadi ya magari, zawadi sio ya mafriji Siku hizo unaona mtu anakuja na mzawadia, si mtoto wangu hapa, cheki ya milioni hamsini kwenye akaunti. Mtoto mjinga takataka, mavia kuku anakuletea mjukuu wa hovyo, hajui hata malezi, huwezi hata ukamtambulisha mahara kokote. Kwa hiyo ni lazima swala la malezi tulitilie mkazo, na nawaambia watu wa Njombe pale kwenye harusi, watu wanaendesha harusi milioni hamsini, milioni mia wanakumbuka pombe walizokunywa kwenye harusi mpaka wakazimia. Kwa hiyo wanaenda kuhubilia watu walevi pale kwenye harusi. Kama inatokea watu wanapata wale wanaopata bahati ya ndoa, anaenda kufunga ndoa kwenye mafundisho, waambiwe wewe ni mke, wewe ni mme. Unapokuwa mwanamke, ikitokea mpata ujauzito, kuna hili, kuna hili, kuna hili Umepata mtoto kuna hili, kuna hili, kuna. Na wewe mwanaume, unawajibika vipi kwa mke wako wakati wa ujauzito? Unawajibika vipi kwa mke wako anapojifungua? Unawajibika vipi kwa mke wako kwenye siku elfu moja za mtoto wako ajue, we watafute watu wanaorudi nyumbani jioni. Ninyi hapa tu leo jioni nyumbani, nyumbani nini? Wale walevi anarudi na bia nyumbani kwake kama mkeo anapenda pombe anarudisha na anarudi na pombe. Ukifungua friji za nyumbani kwa mtoto anaanza kuwa barmaid nyumbani kwao. Eh, anamfungulia babake Kesho White, anafungulia mama yake Savana. Afu wa wazazi wanakuambia mimi napenda kunywa nyumbani kwake. Ananywa nyumbani kwake, nani barmaid mwanaye. Ana miaka mingapi? Mitano. Kwa kazi ya kwanza ya mtoto anayo nyumbani ni kufungua pombe za wazazi. Ha, maisha ya kijinga tutatengeneza taifa la aina gani? Kwa tunaongelea udumavu Njombe, lakini ni udumavu ambao uko kwenye familia za watu waelewa wamekuwa wajinga wa malezi, uko kwa familia za watu wa kawaida ambao hawafahamu malezi. Udumavu ukemewe makanisani, udumavu ukemewe kwenye mikutano, udumavu ukemewe na wazee wa kike, wa bibi, wa kiume, wa babu. Na udumavu ukemewe kuanzia nyumbani ili tuweze kutengeneza taifa bora la kesho kama sio la leo. Sasa Njombe tumetoka wapi kwenye hii kampeni? Kiwango cha udumavu mkoa wa Njombe kimepungua kutoka asilimia hamsini nukta nne kulingana na utafiti wa hali ya afya demografia na viashiria vya malaria nchini uliofanyika mwaka elfu mbili na ishirini na mbili hadi asilimia arobaini nukta mbili mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Tujipigie makofi. Pamoja na kufanikiwa kupunguza kiwango cha udumavu, mkoa unaendelea na juhudi mbalimbali kuhakikisha kuwa kiwango cha udumavu kinapungua hadi kufikia asilimia ishirini na tano. Sisi tumejiwekea target 2030. Lakini kama tulifika uchumi wa kati kabla ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano hata udumavu tukidhamilia, tunaweza tukafika target kabla ya mwaka elfu mbili na ishirini na saba Ni swala la kuweka dhamira, na dhamira ni lazima tuihubiri mahala kote. Sio vizuri leo unaenda kanisani unasikia mahubiri ya kukemea wachawi, hasa kanisa. Dunia leo tunakemea wachawi Kanisani tuambie watu mambo ya msingi. Pale kanisani watoto wanaenda Sunday school kwa wale wa Kristo. Kwa Waislamu watoto wanaenda madrasa. Anaona nini pale msikitini? Anaona nini pale kanisani? Aone shamba la tuta na mchicha. Mchicha ni siku ishirini na moja. Kujifunza madrasa mpaka amaliza alishavuna mchicha. Kujifunza mafundisho ya ubatizo mpaka amaliza alishaona mchicha. Siku ishirini na moja amevuna. Kanisani kule watoto wafundishwe mambo ya msingi, kwamba hawatakuwa watoto, ni waumini wa kanisa, ni waamini wa msikiti kesho. Kwa hiyo lazima elimu hii tuitoe mara kote. Mnaweza mkakemeana uchawi huko kwenye nyumba za ibada, sawa, lakini leo kemea uchawi, ya mimi leo mafundisho yakemea uchawi, sioni kama yanaendana mimi kama we bado huko hapa unaamini kwamba una pepo la kusababisha mahindi haya yote. Mahindi yanahitaji mbolea. Mbolea tumeweka ya ruzuku. Hakuna pepo la kusababisha parachichi isi yote. Haipo. Pepo ganisha wambia. Kama ni mapepo sianze na mimi hapa. Hapa Wanging'ombe hapa. Na walimu wapo hapa. Mbona wana mapepo? Na wene watendaji wangu wa vijia hapa wanipo mshahara. Mbona hawana mapepo? Kwa nini mapepo yanafuata mtu maskini? Mtu ambaye ana uhakika wa kula kesho na anaanguka na pepo. Mbona mwenyekiti mtendaji wakija anguki na pepo? Madiwani wako hapa, mbona waanguki na mapepo? Ah, watu wanaolima viazi hapa, ha, hapa Wanging'ombe wanavuna alizeti, viazi wanatuuzia kuku huko mjini, mbona waanguki na mapepo? Kwa kule kanisani tuwe na mahubiri pia ya uchumi, mahubiri ya malezi maubili ya kukataa mambo ya ovyo ovyo wanaosababisha utapiamlo kwenye familia, na tuone ni aibu. Mtoto wako kuwa na utapiamlo wakati chakula kipo ni aibu, kuwa na utapiamlo katikati ya ardhi nzuri ambayo Mungu ametupa na hali nzuri ya hewa. Na nawashukuru wazee, ningeshangaa kama mvua ingenyesha mkoa mkoa hapa na wazee wote wako hapa eh, hapa nimesema wazee, sitaki mvua ininyeshe. Na mmezuia mvua sasa nikiondoka nasema mvua inyeshe lakini kwa wasta sio mvua ya kuadhibu watu. Eh, kwa wazee mnaachia mvua kidogo inanyesha, sio mpaka mvua inyeshe na nyumba ya mtu ianguke. Wazee, wao uwezo mnao. Sasa na huu uwezo wa kukemea udumavu, wazee tuzungumze. Na wazee mmekaa hapa na waeleza. Hawa vijana mnaoona wanaendesha bodaboda. Vijana wa bajaji. Vijana wa machinga. Vijana wanaohangaika na maisha. Ndio wazee wa kesho kwenye mtaa wako, ndio wazee wa kesho kwenye kijiji chako. Ninyi wa mama, hawa dada mnaona wanajikwatua, mkumbushe kwamba hata wewe ulikuwa kama yeye. Ukimwona unamwona ni mbibi, ni mama mkwe wa mtu. <coughs> mara kuna mtu unamwona shangaa hivi, huyu atakuwa ni mama mkwe wa nani? huyu atakuwa ni baba mkwe wa nani? tengenezeni watu Watoto hawa watengenezeni kwa kesho. Kesho anayo na ni ipi? Usasa umeharibu familia. Ukiwa Dar es Salaam, nasema Njombe huku udumavu ni mkubwa, watu wanafanya hivi. Ni kweli, ukienda watu wa Njombe analima vyakula anauza vyote, lakini kwani mfanyakazi wa serikali leo hapa Tanzania yukoje? Wafanyakazi wangapi wa serikali wanafahamu watoto wako Serikali inampa siku 89 za kaa nyumbani baada ya kujifungua. Anazitumia hizo siku 89? Ana siku 89 za kushinda WhatsApp, kushinda Instagram, kugombana na wenzake kwenye magrupu, hanyonyeshi mtoto. Ana siku 89 za kuhangaika kutafuta house girl. Hajui hata joto la mtoto wake. House girl anamwambia mtoto anaumwa, anaona ana joto kaje. Hajui. <coughs> Kwa lazima tuweze kutengeneza hii jamii, na niwaambie watu wa Njombe, tukikosea kwenye malezi hatuna mkoa. Haya mambo yote ya ovyo mnayoyaona, unasema hayakuhusu. Tumeanza kuwa na wazazi wanaopigwa na watoto wao, tumeanza kuwa na wazazi ambao watoto wao wanauza mali za wazazi wao na mzazi yupo. Ndio ile kesi ambayo niliwaambia siku ile mzazi ana watoto ana bilioni moja benki, mzazi kapata stroke, watoto wake wakuzaa wanasema huyu atakufa kesho, tusimpeleke hospitali. Hela za mzazi wao zinawauma wao, waje wagawane kwenye mirathi na mzazi ajafa. miaka miwili amamoazi ni malezi, parenting. Waingereza wanasema mtoto wako nyumbani anaona unauza vitu vyote, unampa kiazi na makande ya wiki moja, na wewe ukizeeka, ukienda nyumbani kwako na kugonga makande na makande kiazi, kazeeka malalamiko, unalalamikia mkamwana kwamba anakupikia viazi kila siku. Kumbe toto lako mwenyewe likiwa la kiume nyumbani likuwa nakula kiazi kila siku, likaona ndo maisha ya nyumbani, anakupa wewe sasa umezeeka. Kwa lazima tutengeneze hawa watoto, tuwatengeneze wewe wazee wa maana, kama tunavyowatambulisha na wazee walioko hapa wawe kina mama wa maana. La mwisho, wakuu wa shule wako hapa na wakurugenzi na madisii, tulizungumza nini kwenye lisha? Kuna shule nilienda Njombe, nikawaambia wale walimu, unajua kadri inavyoendelea kuzeeka naanza kufikiria mambo ya, ki, ya, ya, dunia kidogo hivi. Ilikuwa inakuwaje? Unamwadhibu mtoto kwa sababu hajamwagizia majani. Kwani majani yanamsaidia nini yule mtoto pale shule? Kwani nikwambia ile shule, kwa nini tusimwadhibu mtoto hajamwagilizia kabeji, hajamwagilizia mchicha, hajamwagilizia bilinganya? Kwa sababu hiyo asiku ataona faida bilinganya ataira lakini haya majani unamtandika mtu viboko shuleni, wewe majani yamekauka. Sasa haya majani anaona kila siku miaka saba. Ameona faida gani? Unamwambia ukijani ni mzuri, Wachina wameshatengeneza majani artificial. Kwa hiyo haya, unaweza kutana mzazi aaamzazi akwambia, mwalimu, kuliko kumchapa mtoto aa shuleni, mtoto afundishwa kulima mchicha Ukimwambia nataka nikuchape kwenye mkono anajua kwamba ni mchicha wangu namwagilizia. Baada ya ishirini na moja kwa sababu shuleni kuna chakula atakula ule mchicha. Akilima akimwagilizia mchicha toka darasa la nne, la tano, la sita, la saba, akienda form 1 anajua faida ya mboga ya majani nyumbani. Amwagilizie cabbage. Kwa nitumia nafasi hii kuwashukuru sana wakurugenzi, wakuu wa wilaya, waheshimiwa madiwani kwa namna ambavyo walishirikiana na wazazi kwenye mashule na walimu wetu wakaweka msingi mzuri wa kuwa na bustani za mboga mboga kwenye mashule. Naomba tujipigie makofi. Tuna mashule hapa Wanging'ombe wameanza kutoa mayai kwenye mashule. Tuna mashule Makete watoto wanakula kabeji za shuleni kwao tuna mashule Rudewa watoto wanakula mboga mboga za shuleni kwao. Tuna mashule Njombe watoto wanakula mboga mboga, wanakula mayai ya shuleni kwao. Ule ni utaalamu, ni ujuzi ambao mtoto anatoka nao shuleni, anaupeleka nyumbani. Nimeanza kuona baadhi ya makanisa yana matuta matuta ya ya ya mboga mboga. Nimeanza kuona baadhi ya misikiti ina matuta ya mboga mboga. Utaratibu huu tuende nao. Huna sababu, we unaenda kwenye nyumba ya mtu kapanda michongoma. Sasa michongoma inakusaidia nini? Michongoma hivi unapanda mchongoma kweli? Nyumbani kwako, panda mparachichi, utapata kivuli, utapata hiyo hewa nzuri, na utapata tunda, hata kama unasafisha pale uchafu wa miti. Mti wenye faida, panda mti pesa. Unapanda michongoma unatuletea tabu tu. Kuna mtu nyumbani kwake amejenga nyumba nzuri, katengeza nyumba nzima, kaweka mapevmenti. Na alipona kiza kijinga kaweka hadi miti bandia. Ujinga daza! Sasa ujinga ndio kweli umefanikiwa. Ndio sasa weke na miti bandia hapo nyumbani kwako. Pandeni vitu ambavyo vina faida. Unaenda kwenye nyumba ya mtu, amepanda pale parachichi tatu, amepanda pale mti wa matunda, anapata kivuli anapata hewa anapata tunda na wengine anapata hela, kwa sababu mparachichi ukiutunza vizuri nyumbani kwako ukosi laki mbili kwenye msimu, ni hela laki mbili Hujapata sweta la mtoto, hujapata daftari, we kazi yako nilikuhamika tu elimbu wakati madaftari tunanua. Sasa ulizaa si ulizaa vizuri na Mungu akakubariki, hebu kaka mchango kidogo, mtoto aone kwamba na mzazi. Kwa hilo pia tuweze kulizingatia. Niwaombe sana mashule yote ya mkoa wa Njombe tupande bustani za mboga mboga na hatutaajiri vibarua wa kumwagilia bustani. Watoto waliopo washiriki kutunza bustani kulingana na madarasa. Tunaweza tukawaacha watoto tu walio kwenye madarasa ya mitihani darasa la nne na darasa la saba. Na mtaala mpya wa elimu tunaenda kwenye elimu ya amali watoto ujuzi huu, tunaozungumza sasa hizi. Ili mtoto akimaliza la saba, ajue kulima mboga za majani. Anamaliza form four, ajue kulima mboga za majani na kuzitunza. Kwa hiyo ni eneo ambalo nimeona nizungumzie. Lakini la mwisho ni kwa halmashauri. Mnaona hapa tunapata hela za UNICEF. Wakurugenzi, sijui mko wapi. Bakisi kaongea na watu ambao hawapo. Wenye viti, Madisi Mkae hapa naongea na ninyi na viongozi walioko hapa. Catholic Relief Service wako wapi hapa? Dada yangu Munisi, mmekuja na mradi. UNICEF wametuletea, Catholic Relief Service na wadau wengine kutuunga mkono kwenye lisha, tunawapongeza sana. Lakini tuzungumza hapa kama watanzania kama Watanzania tu na kila mmoja anatoka hizi hivi. Kweli sisi tunahitaji mzungu atupe hela kwa ajili ya kutufundisha lishe? Unajiuliza tu hapo. Kweli kama sisi tunalipenda ili taifa, tunahitaji mtu atoke Ulaya aje hapa tufundishe namna ya kula chakula mafungu sita? Sio? Mnanielewa. Sasa sio Catholic Relief Service wanafanya hiyo kazi meona rais wa Marekani ameondosha shirika la utoaji wa misaada wale USAID, walikuwa wanatufundisha nini? kufanya tathmini hivi, Wanging'ombe tuna watoto wangapi wa utapiamlo? Vijiji vya Wanging'ombe vina kila mtendaji wa serikali, vijiji vya Wanging'ombe vina afisa ugani wa serikali, watoto wote chini ya miaka 18 wako kwenye shule za serikali, tuna mwalimu wa darasa, kila darasa lina monitor. hatuwezi kupata tathmini ya watoto wetu mpaka tupewe hera na Wamarekani kufanya tathmini? Serious? mambo tu ya kawaida kwamba ili tulime mboga mboga kwenye shule mpaka tupewe hera, msaada ya mboga mboga, mbegu za chinese tupewe msaada, mbegu ya mchicha tupewe msaada, mbegu ya sukuma wiki tupewe msaada? Sisi kweli kabisa Nilikuwa naangalia misaada ambayo sisi tumeambiwa hatutasaidiwa, ana haki ya utunyima kwenye baadhi ya misaada. kwenye baadhi ya misaada ili itupe akili ya kutumia hela zetu vizuri. Baraza la madiwani, una vijiji thelathini kwenye, kwenye wilaya yako, kata, kata kumi na kama pale Makambako kata tisa Eh, kata, kata kumi na mbili <laughs> ili uweze kupata idadi ya watu wenye utapiamulo mpaka mzungu akuletee hela. <laughs> kupeleka mbogamboga kwenye shule kumi na mbili za sekondari ili upande mchicha chainizi, sukuma wiki, cabbage mzungu akuletee hela. Ni vizuri mabaraza ya madiwani, wakurugenzi, mko hapa kwenye bajeti ya lishe, kila mtoto anatengewa shilingi elfu moja <clears throat> Sasa, wakurugenzi sio maroboti. Tuangalie kwenye shilingi elfu moja tunaweza tukafanya kitu gani ambacho kinatija kwenye eneo halmashauri zetu zote. Jumla ya hela ambayo sisi tumetenga kama halmashauri ni milioni mia mbili themanini na moja. Kwani mradi wa kuku pale Silverland, kifaranga cha mayai ni shilingi elfu moja na mia tano. Banda la kuku elfu tatu kulitengeneza na chakula chake haizidi milioni thelathini. Baada ya miezi mitano unaanza kupata mayai. Sisi mayai ya Njombe yanatoka. Matarajio yangu na matarajio yetu ni kwamba halmashauri zetu zitaangalia kwenye bajeti ya mambo ya lishe ni mambo gani ambayo yako ndani ya uwezo wetu kama halmashauri kufanya? Mimi ukiniambia una milioni hamsini za lishe kwenye halmashauri, hiyo ni hela nyingi sana kwa sababu milioni hamsini <coughs> tukitafuta shule moja kama huko Wanging'ombe Tukanua mabanzi tukatengeneza banda, tukaweka mabanzi tu ya kawaida reject, huku pana joto. Tukiwa na milioni hamsini ni mradi mkubwa sana wa kuku wa mayai. Kuku wa mayai wa milioni hamsini tutauza mayai, shule zitapata hela na halimashauri itapata hela ya kufanya miradi mingine, na vijana wa halimashauri watapata ajira. Huku Wanging'ombe mna chuo cha mambo ya kilimo kinafundisha wale watu, wana mahali pa kufanyia mazoezi. Twende kwenye miradi kama hiyo. Lakini halmashauri kama ya Makete wanalo shamba la mifugo la Kitulo. Ng'ombe wa Kitulo ni shilingi milioni moja na laki nane ana mimba. ng'ombe kumi ni sana milioni kumi na nane. Ng'ombe wa Kitulo anakupa lita kumi na tano. Ng'ombe kumi ni sawa na lita mia moja hamsini. Watoto watakunywa maziwa, halimashauri itauza maziwa na watapata hela <clears throat> wakinunua tenki la kusanya maziwa, tenki la lita elfu moja ni sawa na shilingi milioni tano watakusanya maziwa, watamwuzia sasa, watapata hela. Kwa hiyo halimashauri hii hela inayotengwa kwa ajili ya lishe mimi naiona ni hela nyingi sana, sio hela ndogo. Katibu Tawala Mkoa, milioni mia mbili themanini na saba ni hela nyingi. Tutafute miradi ya kufanya. Wazungu kuna siku watakataa kutusaidia kwenye mambo ya mambo yaovyo. Hatutaandamana hii tuletewa hapa, sijui hela ya kufanya tathmini ya mtu mwenye utapia mlo. Kwa hiyo wakitunyima hiyo hela tutaandamana. Haya mambo madogo madogo yasitudhalilishe sisi, kama halmashauri tuweke dhamira ya kuyafanya kwa hela za mapato yetu ya ndani. Kuna mambo mengine ni aibu kusema tunasaidiwa na watu wa nje, ndiyo maana watimwingine wanatudharau. Naomba kila mmoja alioko hapa abebe hiyo hasira kwamba yapo mambo tutasaidiwa. Dawa kama za ARV ni gharama kubwa, hiyo utasema tusaidiwe. Lakini tathmini ya utapia mlo, kampeni ya kuambiwa kwamba kunywa uji ulio bora, hayo <coughs> ni mambo yaliyoko ndani ya uwezo wetu. Tunawashukuru kwa kuja ninyi watu ambao wa tumekuja hapa tunawashukuru sana, tunawapongeza sana kwa kutusubiria mpaka muda huu, na tunawashukuru wenzetu wa UNICEF, CRS, na kwenye kampeni tutaungana mkono, tutahakikisha kwamba malengo yetu kama serikali, kama halmashauri, kama Wananjombe na watu wa UNICEF na Catholic Relief Service, malengo yetu yanafanikiwa. Baada ya kuyasema hayo, asanteni sana Wazee na washukuru kwa kushikilia mvua japokuwa umeme umewashinda kushikilia. Asanteni sana.